Tunafahamu kwamba uh, kanisa la EAGT ni miongoni mwa kanisa ambayo Tanzania ambayo yanaendelea kusimama na ya kulitoa neno la Mungu. Uh, kuna baadhi ya ndoto ambazo watu wanaota mara nyingi lakini hawajui maana yake hizo ndoto, unaweza kutufafanulia kidogo swala zima la ndoto kiupana kama kwa mtumishi wa Mungu, kwa asante. Hilo hilo ni rahisi tu, kwa sababu tumeongelea habari za elimu wanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na pia nimesema elimu kuna aina tatu. Kwa hiyo, hiyo yote hiyo inaweza kutoa ndoto kwa mtu, lakini kuna ndoto ya Mungu, kuna ndoto ya namna tu ya, pengine ni roho yako tu ya mtu binafsi, kwa hiyo inakuwa kwenye binadamu tu, lakini kuna ndoto zingine zinaletwa na mambo na elimu nyingine. Kwa hiyo sio ndoto zote ni sahihi, lakini ndoto kwangu mimi naziheshimu tena, nazitumia tena, ninaziangalia lakini ni lazima nipate kujua kwamba hii je, iko sawa sawa na Mungu au ni ya kibinadamu tu au ni mawazo yangu tu. Hilo ni lazima ufanye mambo ya ndani sasa ya Mungu, ili kuweza kujua ndoto ni za kweli, kwa sababu ukiangalia hata Biblia imesema mambo yote mengi kupitia ndoto. Akina Ibrahimu aliota ndoto, waliambiwa jinsi hali itakavyokuwa eh, uzao wako wake na mataifa yake aliambiwa kwa ndoto. Hata hawa akina Suleiman hekima aliyofanya alikuwa kwenye mambo ya ndoto naye, eh, Mungu alimfanyia. Hata akina Daniel waliota ndoto, ile sanamu ile kali imefanya imeonyesha serikali nne zilizokuwa zinakuja baada ya hapo kianzie na ile ya Nebukadnez ile ilikuwa ni ndoto, na alitafuta itafsiriwe, akatafuta hata wachawi, yani wale wenye elimu ya kishetani walishindwa, na wale wa kawaida walishindwa, mpaka waliwatafuta watu wenye roho ya Mungu, ndio hao waliweza kuitafsiri ile ndoto, na ndivyo ilivyokuwa. Je, unaweza kusema ndoto ni mbaya ya wakati huu? imani ilikuwa ni ya Mungu na ndio inatuongoza hata leo. Hata falme leo umekaa kwenye mfumo wa ile ndoto. Hata leo, hata akina Yusufu waliota, wa mfalme aliota ndoto zile za wale wanyama wanakula ng'ombe, miezi miaka saba na miaka saba tena miaja, na pia kukawa na tatizo miaka saba ya nikaja nyingine, na ndio alifanya yule Yusufu alitafasiri sasa kumweka ukasema, tumweke nani? Akasema kwani na kuna uchaguzi hapa, mwenye roho ya Mungu na huyu ndio alitafsiri yeye ndio ataongoza, si ni ndoto ile? Sasa useme ndoto si kitu, ila wewe kutafsiri ndio iwe ni tatizo kwako, lakini ndoto ni kitu kamili. Kuna mwingine anaota anakimbizwa na ng'ombe ama nyoka, tafsiri zake, kuna tafsiri zake. Inabidi kwa mna kimbizwa na nyoka ujue ni kitu gani na ukimshinda inatutafsiria kwamba hii ni kitu fulani, na ukiwa pengine unaruka watu wanakufukuza unaruka unakuta unaruka kama mbaa hmm. Ni kitu fulani kinakueleza kuna vitu fulani vya kiroho vinaia kushambulia, lakini wewe ukiamka unaona haka nimeshinda, au kuna tatizo fulani kwahiyo ile unaanza kuli aes kwa namna ambayo kimungu iushinde. Sasa yale ambayo nafikiri Mungu anafamilia Maiko wewe una ndoto kabla ya kumshukuru baba, mimi naota ndoto, naota ndoto nyingi tu <todohan> lakini leo hii nimefaidika kumwona baba Skofu Makamu akielezea maana ya ndoto. Kumbe hata manabii wa kina Sulaimani, Yusufu ameota ndoto, kwa hiyo ni ndoto ambayo ina tafsiri nyingi sana. Nashukuru sana baba Skofu kwa kuwaeleza jamii na Wakristo pia maana za ndoto. Lakini kabla baba, ndipo kwenye ndoto baba baba Skofu, tumeona baadhi ya watu

Sasa aa pengine kuna mambo ya nyota nyota, na kwa mfano nyota ya kuzaliwa Yesu waliangalia. Sasa hayo mambo sasa hayo ndio wanasema, na wewe una nyota yako ya yakupitisha mali fulani. Hayo kwa kweli ni elimu ambayo inawezekana vitu fulani, sisemi, siwakataza, lakini sio mimi, waje wasinieleze kitu kama hicho, sababu mimi, tunakwenda kwenye Biblia neno la kweli la Mungu kweli na kuitili ile, usipoiti neno la Mungu imani ya Mungu hautakuwa. Pia mwisho kabisa, uh, jiti, ambalo, Baba Askofu, tunafahamu kanisa la EAGT ni miongoni mwa kanisa ambayo yanasimama kwenye neno la Mungu, ambalo miongoni makanisa kanisa ambayo yamefanya sasa waumini, jamii nyingi kuamini neno la Mungu ndio cha pekee ya katika kuleta amani, kufunguka pia katika uponyaji. Hili neno unaitogani? Sasa kuna baadhi wengine wanatumia si neno, wanatumia mambo mengine ndilo kwa, kwa, kwa, kwa, hilo hilo, hilo tulilosema elimu ile ya kimungu Mungu. Mungu akikufundisha na ukatii na ukafanya kwa juhudi, maanake kazi ya Mungu inataka uwe na bidii. Ndio maana nasema utakapoyasikiliza maneno haya kwa bidii na kuyatunza vizuri na kutenda sawa sawa, sema kuna baraka za maana yake mambo ya kiroho yanahitaji bidii pia ya mwili kwa asilimia kubwa, ili uweze kufanyika. Sasa wengine wanaotaka ndevu wasema toa sadaka ishirini, kupe kitu gani? Sadaka tunatoa lakini sio kwa mpangilio, wingi unavyosema ni kama vile makuhani zamani, watu walipokuwa wanaondoa dhambi za watu wanaleta wa sadaka na kuziteketeza wanyama. Maana kuhani huyo hawezi kutaka watu wale wasiwepo tena, atataka wawe wagonjwa tu, wawe na shida, wa wa na shida ili walete wanyama wengi na watajiriki. Na ndio ilivyo makanisa mengine, watu wanatajika. Sisi tumepewa bure na tutatoa bure. Sadaka ile ni anasema Mungu anasema usije kwa kwa butu pasipo ni mambo madogo tu. Sisi tumepewa bure tunatoa, hata tukimwombea mtu akapo ni bure tu yaani, kwa sababu nimepewa bure. Ndio maana kisoma Isaya 55 mstari wa kwanza anasema njoni mnunue dhahabu kwangu hata msio na fedha njoo mnunue. Sasa hapo, hata msio na fedha njoo mnunue baraka hii, baraka atakupa tu. Hafu ukiangalia hata la Laodikia kanisa lile la saba, katika yale makanisa saba ya Ufunuo, lile la Laodikia lilikuwa lilijiona ni li tajiri, lakini Mungu aliwakosoa alisema, nunueni dhahabu kwangu, sio hiyo yenu mliokusanya, sio utajiri wenu huo mliokusanya pengine kwa wizi, pengine kwa uharibifu pengine kwa namna yote, kudanganya watu sadaka. Maana kama unaombewa tu unatoa milioni moja, kwani kesho utataka uwe mzimu sintataka uwe mgonjwa tena ili ulete tena milioni nyingi. Maana nikiponya niki wote, maana sasa sitapata hili pesa, lakini sisi hatuna la hela. Nasema njoo ununue dhahabu hata kama huna hela ndio. <gibu>, sisi tunaoamini tunaishi tuna vizuri tu mana e, mtu hatumchaji yeyote. lakini Mungu anatupa ana njia yake tunaishi vizuri. A, Baba Askofu, tunashukuru sana lakini Baba Askofu, nataka utoe neno ambalo litaishi milele na milele siku ya leo. Ya, mimi ningependa tu neno la Mungu kutema, mapenzi ya Mungu basi, mapenzi ya Mungu ni kwamba anataka watu wote waokolewe. Hiyo ndio the perfect will of God, yani ndio mapenzi yake kamili lakini kuna mapenzi mengine mtu analazimisha yawe, Mungu anaweza kuachia hai, hiyo inaitwa permissive will, yaani ni jambo tu ambayo Mungu ameruhusu, kama utapata shida au tafa, lakini amekuruhusu. Lakini kuna jambo mengine haya inakuwa ni Mungu amekata ni override, yaani kama override anakata kwa hiyo hilo nalo li kwao, wale watu wanaotaka kwenda na Mungu wakubali kwenda na, na neno la Mungu. Anasema mimi ni Mungu, nipo na anitafutai atanipata, maana napatikana. Tena nasema wale wote ambao hawani kiburi chao, asema wote amewakataa. Kwa hiyo ni vema mtu ukamtafuta Mungu wa kweli kupitia elimu ile niliyosema, ambaye ni Mungu mwenyewe anamfundisha, lakini ukifundishwa na kitu kingine au na namna nyingine, wewe umekosa, na Biblia inasema manake, unapokuwa huna ufahamu wa Mungu, yaani nakuwa na kitu ambacho hukifahamu na kile ambacho ukifahamu, kile utangamizi kitakufanya uangamie, upotee. Lakini ukikamata kile ambacho Mungu anataka wewe unafanikiwa, hilo, ukienda kwa njia ya Mungu anavyotaka. Ukifikiri umekataa, lakini una ujuzi wako au una akili yako, ndio hilo. Wengine wanasema huenda siasa ni uongo tena, ni, ni namna hii, watu wameenda kwa akili zao lakini kwa ufahamu ufana oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Baba, ni namshukuru sana leo hii tulitembelea baba as makamu askofu wa kanisa la EAGT katika jimbo la Ilala. Tumetembelea, ameongea mambo mengi sana, ameongea masuala ya ndoto pia tafsiri yake, na mwisho amemaliza kwa neno kubwa ambalo wakristo Wakristo tembee katika neno ambalo alosema hivi sasa kwamba ukitaka kutumikia Mungu ingia utumikie Mungu usitoke nje ya Mungu, Mungu. nikiripoti katika neno hili nyuma kabisa Winifrida Muniz ambaye uko nyuma ya kamera, na mimi hapa ni Maiko, mara nyingi na tuko na baba Askofu. Tunashukuru sana, bye bye, asante.